Ni miaka ya ingia. Baada ya wa miaka, oh, miaka minne ya kazi ya uinjilisti hapa Mutwanga, makao makuu ya sekta ya Ruwenzori katika tarafa ya Beni waumini zaidi ya arobaini waliobatizwa hivi karibuni wametoa wa ushuhuda wa kugusa mioyo katika ibada ya kwanza ya ushirika iliyofanyika katika Kanisa la Mlima wa Maombi, Montagne de la Prière, inayoongozwa na, na Nabii Ange Kumbilwa Masangu. Ibada hii iliyofanyika katika hali ya upendo na furaha ya kiroho ikiambatana na meza ya Bwana. Katika mahubiri yake mhubiri alimkumbusha waumini maana halisi ya mwili na damu ya Kristo. Alisema, mwili na damu ya Bwana humtia nguvu muumini. Yesu mwenyewe aliwausia mitume wake wafanye hivi ili kumkumbuka daima. Yesu alikamata mkate kisha kushukuru Mungu, akaumega, akawapa wanafunzi wake, akasema, twaeni mule huu ni mwili wangu uliotolewa kwa ajili yenu. Amen, amen. Tunabariki mkate hii kwa kila mtu yote atakula apate uzima na uzima wa milele kombe akakiinua juu. Hichi kikombe cha agano iliyo damu yake ya samani. Akaibariki Baba katika jina la Yesu, na bariki hiki kikombe, isiwe tena divai kawaida lakini igeuke damu yako iliyomwangika kwa ajili ya ondoleo la dhambi, na kila atakayetumia mchana wa leo ioshe zambi zake na kumpa nguvu kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Kwa mujibu wa Nabii Ange Kumbilwa, imani, ubatizo hizo nguzo kuu za wokovu. Ni lazima kwanza kuamini kisha kubatizwa, ndipo mtu anaokolewa, alisema mbele ya waumini waliokusanyika. Miongoni mwa waliobatizwa, Patrick Mutalinge pamoja na mkewe walishuhudia mabadiliko makubwa katika maisha yao ya kiroho. Walisema, tumepokea utukufu wa Mungu kupitia mafundisho haya ya kiroho. Injili, unabii na maombi

huduma yake ya unabii na uinjilisti katika eneo la Mutwanga hapa kwa Eglise de Montagne de la Priere. Nilikuwa niko Mkristo hapa. Mimi nakusanyika hapa na papa profete Ange anatulisha neno na ile neno natujenga kiroho. Ndiyo tulibatiziwa tuliitika Yesu kuwa Bwana mkozi wa maisha yetu kabisa. Kwa kitu yenye linituma nibatiziwe ili nikuwe mwamini mupya, ilikuwa vitu vile nimepitia, nimepitia machafuko, lakini juu ya utukufu wa profete Ange inanipermettre nitoke ndani ya machafuko nilikuwa ndani yake, ili nirudie nikuwe mtu mutumupya mbele ya Yesu Kristo. bo nimemaliza na papa profete Ange once more bo, mie napasha ambia watu wote ambao wako ndani ya kikristo wakuje tushirikiane, kwa sababu kule kwenye tuko haiko nafasi yetu, ile ni madistraksion tu, yatapita me, ya muhimu ilfo, unakuyo na unadeklare mbele ya Mungu na Mungu atakupokea na unatia maisha yako unaipatia Mungu ili uokolewe, kwa sababu mbinguni njo maelekeo wetu ke tunaendea. Kwa majina naitika kwa Kambale Vilolirwe Roger. Leo dimashe tuko na fete kabambi kwa ajili ya kubatizwa, nami nilibatiziwe. Mungu ananitosha mbali, na ndio maana niliomba nibatiziwe, kuondosha vyote vya zamani, nirudie sasa mtu mpya. Kitu ambayo kilituma nibatiziwe, niliona gisi nilikuwa nafundishiwa na, na nimeenda kuta vyote nilikuwa nafaa zamani. Ilikuwa lazima nibatiziwe, nitoshe vyote vya zamani, nirudie mpya sasa, kufatana na mafundisho mengi ambayo nime fundi tunaenda ende takatrai basi. Wengine gisi naona vile nawambia tu wakuje tufate Mungu kwa kuwa Mungu hapa anatutosha mbazi. Jina ni Masika Varondi Chantale. Kwa ujumla, ushuhuda wa waumini hao unaonyesha ukuaji wa imani ndani ya jamii hii ya Kikristo, ambapo vijana, watu wazima na wazee wanatambua umuhimu wa unabii katika safari yao ya kiroho ya kila siku. wa